Hiyo taswira la eneo la Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu Dar es Salaam, ulinzi ukiwa umeimarisha nje ya majengo haya ndani ya majengo haya ya mahakama, ambapo kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Tundu Lissu, uamuzi wa kesi hiyo ukatolewa na kuruhusiwa kuhudhuria mahakamani hapo Mei 19 kwa mwenyekiti huyo. Aidha, baada ya maamuzi hayo, mmoja wa mawakili wa mshtakiwa Tundu Lissu Peter Kibatala akazungumza na wanahabari. Kunapokuwa na haki, kuna responsibility pia. Kwa hiyo watu wetu tunawaomba e, kwa sababu masharti ya mahakama ni kwamba wale wanaokuja kuhudhuria wajiconduct properly, yani wajitahidi kuwa na nidhamu. Sasa wasituangushe sisi ambao tumevuja jasho na damu mpaka kufikia uamuzi wa huu. Watakapohudhuria tarehe kumi na tisa e, waje kwa utulivu ili wasitoe kisingizio kwa mtu awaye yote kwamba unaona sasa tulikuwa tunakwepa tuna kitu kama hicho linalomkabili Tundu Lisu limeairishwa mpaka Mei 19, kutokana na upelelezi wake kutokamilika. Katika kesi hiyo Tundu Lisu aligoma kusikiliza shtaka hilo kusikilizwa kwa njia ya mtandao kutokana na sababu mbalimbali, ikiwemo kusaini baadhi ya nyaraka kutoka kwa mawakili wake. Madhari, hoja nzima zilizoko hapa mahakamani zinahusiana na, eh, na kwamba upelelezi haujakamilika, lakini unahusika maneno ambayo yameleta mashtaka ni yale ambayo maneno ambayo aliyatamka ndio anasema kwamba ileta sababisha mashtaka hayo ya kesi ya uaini. Upande, ya <tipulisky> uh, ch, ch, upande wa utetezi tunasema kwamba tumemweleza hakimu kwamba kwa kuwa kesi nzima inahusiana na maneno yaliyotamkwa, hakuna cha kuchunguza cha zaidi, ni kwamba upande wa mashtaka ulete vile vitabu vya mashtaka hayo ili uchunguzi wa awali ukamilike. Upande wa mashtaka wao wamesema kwamba hawalazimishwi na sheria ku, kuleta, watakuwa tayari watapandisha lakini mwisho wa siku hakimu Kiswaga ametoa amri kwamba siku tunapokuja tena tarehe kumi na tisa ya mwezi wa, wa tano, ishirini ishirini na tano, upande wa, wa mashtaka ulete maelezo kamili kwamba upelelezi upe, umefikia wapi, na kesi haiwezi kuwa inaendelea kuwa inaahirishwa, inaahirishwa kwa ahadi za, za nani za kusema kwamba uchunguzi uta, auja, auja, auja, auja kamilika Ndipo wakaahirisha kesi hiyo mpaka Mei 19 ambapo kesi hii itakuja kwa ajili ya kusikilizwa, huku mtuhumiwa Tundu Antipasilisu akisalia korokoroni kutokana na kesi hii kutokuwa na dhamana. Mimi ni Joseph Mpangala, Azam News, Dar es Salaam.